Tunapendekeza uwepo uchunguzi wa kila usiopendelea upande wowote ili kubaini waliochochea, waliopanga na kuratibu uhalifu uliotokea. Uchunguzi huo lazima ufanywe kwa watu binafsi, wanasiasa na taasisi mbalimbali zilizomo ndani ya jamii yetu. Maridhiano kamwe yasiwe kichaka cha kufita uhalifu. Wenye hatia wajulikane, wasio na hatia walindwe na haki isimame sawa, bila ya kupindishwa. Tumebaini kuwepo kwa hila za kupandikiza katika jamii yetu ila ya chuki, uhasama na majaribio ya kutuunganisha na kutugawa kwa misingi ya dini. Tunawaasa viongozi wetu wa dini wote, popote pale walipo, kuzikataa hila hizi na kuwaelimisha waumini wetu juu ya hatari zake kwa umoja na mshikama wetu wa kitaifa wa, tunawaagiza Waislamu wote wa katika misikiti yao madrasa ya zao zawia zao vyuo vyao, na katika kila mkusanyiko wao wa, na kila mmoja wetu katika ibada zake kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala arejeshe na kuidumisha amani yetu iliyotetereka. Tunaonasi viongozi na Waislamu wote wa kuepuka kauli za matamshi ambayo yanachochea na kuhamasisha mpasuko katika jamii. Mheshimiwa Mufti anatoa rai tutumie maneno ya kauli za kujenga na kuleta umoja na kuwa daraja kati ya Waislamu na baina yetu na Watanzania wengine wasiokuwa Waislamu. Tanzania ndiyo nchi yetu, hatuna nyingine. Tuinusuru ama yetu isijaribiwe au isichezewe. Sisi taasisi za Kiislamu tunalinda amani, amani hiyo kwa gharama yoyote.